Jioni jioni inatakiwa kuwa mapema kidogo kusudi uweze kujifunza. Uh, wanapiga video zao hapo. Oh, Kenyan? Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Ndio maana wengi, inategemea na ule ambao utakutana naye, wale wakuja Kenya kitambo sana ukiwa bado haujapata fursa hiyo ama nafasi hiyo, maeneo haya kwenda hayo maeneo nyingine, kwa muda mdogo sana. Nazinyona zinakaa kama basi. Acha hmm, nikuonyesha hii sehemu nyingine. Najua huku ni sehemu ambayo nimekutoa kuna mengi ambao umeona huko, mengi ambayo ni ya kukubamba ya kufurahisha. Acha nikuonesha hii sehemu nyingine, kikuonesha pia hizo feri ambazo uh, ziko hapo kwa ajili ya kupeleka watu hiyo maeneo nyingine. Na saa hii ikiwa ni mida za jioni jioni, kama watu watakuwa wengi, wale ambao wanahitaji kuenda na linaweza likavuka, basi tutaandamana kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kuenda hiyo sehemu nyingine. Lakini sioni uh, haja sana ya kukupeleka hiyo sehemu sahihi kwa sababu hautafanyikiwa kuenjoy sana, sababu tayari ni muda za jioni jioni. Inatakiwa kuwa mapema kidogo, kusudi uweze kujifunza uh, vitu mingi na uweze kuona pia vitu mingi hizo sehemu. Nikikupeleka mapema mapema, utakuwa na muda ya kuweza kujifunza vitu nyingi sana. Najua wewe usichoke, kama vile nilikuambia, hizi video zinakata zikiendelea, zinakata zikiendelea, sababu siwezi nikaweka uh, yote kama video moja, itakuboesha yenyewe ni kubwa sana. Ndio maana niliamua kuweza kuwa nafanya hivyo, ikuwe kama ni series mzima ya the city of Toronto kusudi uweze kufurahia, uone maeneo tofauti. Na hawa ni wale bata unajua, hao wa Afrika ni wanasema kitoweo. Unajua, hao wa bata wako wengi sana Canada, na wako ndani ya yaani sehemu yote ambao kunaweza kukawa na compound, unapata wako. Ndio maana hata town pia wako, na mara nyingi wanazunguka tu hivyo, hakuna wale ambao wanawasumbua. Lakini najua ingekuwa ni Afrika watu wangewafanya kuwa nyama hao sasa zingine hata wangekuwa tayari washapungua. So hizi pia ni train ambazo zinazunguka town. Hizi ni zile za inje na zinakaa kama basi, unaona venye juu iko na iko connected kwa hii waya ya juu. Hizo ni electrical trains, hizo ni electrical trains. Ndo zinatumia hii waya ya juu. So hizi ni aina za boti ambazo watu wanatumia kwa utalii. Kama unataka kuzungushwa hapa kwenye maji, unataka kutembea hapa, ukiona vitu mbalimbali, hizo mbali, maeneo ya pili huko, hizi ndio boti ambazo zinapelekana pia huko, lakini sasa saa hizi ni mida za jioni sisi ambao tunakuonesha maeneo tukienda mida kama na haya, sidhani kama tutakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuonesha mambo mengi. Sitaki ni kuonjeshe tu alafu nikuwache na hamu, ndio maana napendelea ni kupeleke wakati eh, kutakuwa na muda wa kutosha kusudi uweze kujifunza mambo mengi na kuona pia mambo mengi. <coughs> Naitwa Pirat Taxi, hmm. Nitakuzungusha tu, na najua utafurahi. Utaona vitu nyingi ambavyo vitakubamba maeneo haya. Sitaki nikupeleke kwa muda mdogo sana, so ili, amba, ili, ili pia limeshaanza safari hivyo kwa ajili ya kuenda hiyo maeneo ya huko. Ili pia ni lingine ambalo linafanya kazi hiyo, na kuna pia baskeli hizi sehemu kama zile ambazo nimekuonyesha. Hiyo sehemu nyingine pia unatakiwa kuweka kadi yako hapo, ama unaskani na simu yako alafu nalipia kwa ajili ya kuweza kuzunguka hapo uh, town. So hapa sasa nakaribia hii airport ambayo nilikuwa na kuonesha nikiwa hiyo maeneo ya juu, na kuna hiyo feri kubwa uh, ambayo ilikuwa inavusha watu kutoka maeneo haya kuenda hayo maeneo nyingine. Na hii pia ni moja kati ya zile feri ambazo huwa zinavusha watu kwenda hiyo sehemu nyingine. Na city ya Toronto iko na vitu nyingi sana, ambao zinaweza zikakuvutia, na ni sehemu mzuri sana kwa kuja kutulia, kwa kuja kujibamba, lakini pia hivyo hivyo ndio gharama yake iko juu sana, yaani kila kitu hapa ndani utatumia gharama kubwa sana sio kuishi, sio kununua vitu, yaani hivyo hivyo, lakini iko pia na vitu nyingi sana ambazo zinaweza kufurahisha ukikuja hapa, yani uta, utakuwa bizi mpaka ufurahi, utajibamba kweli kweli. Shida sasa, usipo angalia vizuri, utajibamba ndio, lakini utaharibu pesa nyingi sana, ama utatumia gharama ya juu sana kwa ajili ya aina ya burudani kama hayo. Ndio maana ni vizuri sana unafikiria ee, mbele ya kuweza kufanya vitu kama hizo, ni vizuri kuja kutembea, kuja kujivunjari, lakini ukiamua kuja kuishi itakusumbua, haswa kama wewe ni mgeni. Kuna vitu nyingi sana ambazo zitakufurahisha hapa na utajipata umetumia gharama kusudi uweze kuvifikia ama kuweza kufurahi nazo, na ndio maana nikaamua pengine, unaweza pendelea siku moja, ama ukiwa bado haujapata fursa hiyo ama nafasi hiyo, acha mimi niweze kuonyesha zile ambazo ulitakia kulipia, ulitakiwa kulipia, mimi nikuoneshe kwa bure kitu ambacho nitakuomba tu ni wewe kusubscribe kwenye hii channel yako, kusudi uendelee kupata uh, video mingi sana kama hizi na sehemu mbalimbali mzuri za Canada, ambazo unajua utaishi kuenjoy kuona mazuri ya hizi sehemu. Canada ni nchi mzuri iko na sifa zake ijapokuwa kila sehemu kunakuwaga na uzuri kunakuwaga na ubaya wake pia, na kila kitu ambacho kila kitu ambao ni mzuri akikosi ubaya na sana sana, kile ambao ni mzuri zaidi <laughs> kinaweza kikawa na ubaya ambao ni mwingi ama mdogo. Lakini najua hata nikikuuliza e, jibu lako litakuwa kama langu e, licha ya hali ya Kanada, nadhani uzuri ndio mwingi kuliko ubaya, na ubaya ambao naweza nikasema sana sana ukisikia wengi wanasumbuka sababu ya jua, yaani hawapati jua sawa na vile inavyotakikana. Jua ni kidogo, ndio jua lipo, ila kwa muda mfupi sana, yaani wakati mwingi sana ndio baridi. Na wengine wanasema jua ndo linaleta furaha. Sasa mara nyingi huwa wanajiuliza ikiwa ni jua ndio linaleta furaha, kwa nini watu wanatamani sana kutoka uh, Afrika na kuja kuishi huku? Ni furaha gani sasa hiyo ambao watakuwa wanafuata sababu haya. Mzuri sana <laughs> niko salama oh, ni video nachukua, naongea na kamera <laughs> <laughs> Mimi Mkongomani. Mkongomani, you are Kenyan? Mimi ni Mkongo. okay. lakini naongea kiswahili vizuri. yeah. Na Kenya pia, nimeishi Kenya. oh, nimeishi. nice. ni Kenya pia kwa muda yeah. yeah. nimekuwa Nairobi hapo. uh, okay. <laughs> yeah. Nice to meet hey, you ni vizuri sana asante. Ya, ndio hiyo, hawa ni ndugu zetu wa Kenya ambao wanaishi huku, lakini unajua watu wengi wao wa wanachukua Wakongo ni kana kwamba huwa haiongei Kiswahili, no. Kwa wale ambao hawa, hawajui Kongo ni kubwa sana pia, lakini siwezi nikailinganisha na Canada, na iko na maeneo mbalimbali. Kongo iko na boda na Tanzania, iko na boda na Uganda, iko na boda na Rwanda, iko na boda na nchi nyingi sana, na nadhani pia hizo zinaweza zikachangia kwa hali kwa hali ambayo iko nayo kwa sasa, sababu milango ziko mingi za kuingia kama vile za kutoka, na wengi hawaelewagi ya, ya kwamba maeneo mingi kama eastern part yote ya Congo ambayo iko na boda na Tanzania na hizo nchi zingine karibu za eastern pia wanazungumza Kiswahili sana, na dhani pia nimejua Kiswahili kutoka huko nyumbani before hata niweze kuingia uh, maeneo ya Tanzania, maeneo ya Kenya nilikuwa najua Kiswahili hiyo wanasema ni historic Toronto. Hapa iko na historia kubwa ya Toronto, lakini sidhani kama nitakuwa na muda ya kukuhadisia haya yote leo. Mm, york harbour, acha nikuoneshe tu picha, unaweza ukasoma pia lakini, nitatafuta nafasi ya kukuleta siku moja, na ndio niweze sasa pengine kukusomea <laughs> ama kukuadisia uh, kile ambacho kinaandikwa hapa, lakini siku ya leo acha nikuoneshe tu northern pike. Nadhani huyu ni aina ya samaki ambaye anapatikana kwenye hizi maji 9 years 45 cm 15 years 110 cm oh o ni, ni mkubwa. Hiyo ni samaki kubwa sana, hmm. Haya ndio hivyo. Kongo pia Kiswahili huwa tunajua na huwa tunaongea, unajua sana sana wale ambao wako Tanzania, wako Kenya, sana sana Kenya wale wakuja Kenya kitambo sana, wako na version tatu ya wakongomani. Kuna Wakongomani kutoka Kinshasa ambao mara nyingi Kiswahili yao e, inalemaa ya hivyo. Nasikia wale wanasemaga batoto bakongo. Watu <laughs> wengi wanaelewa hizo stories za batoto bakongo. Mm? Na ukiongea Swahili ya ivo, kama ile inavunjika vunjika hivi ndo wanaelewa kwamba huyo Mkongomani. Lakini ukinyoosha vizuri kama mimi hapa ambao najaribu, kuna Wakongomani ambao wanaweza wakatumia Kiswahili mpaka unasema kwamba huyu ni Mtanzania ama Mkongomani. Takkuambiani mkongomani huwezi ukaamini. Na pia huwa watu wanafurahia sana, unajua ukikutana ndani ya nchi ya kigeni na mtu anaongea lugha yako na hamjwane, ah, unasikia vizuri sana, unasikia vizuri sana mm. So Kiswahili kama hiyo ndi, wengi wakisikia wanasema huyu atakuwa ni mkongomani lakini ukiwa unaongea tu Kiswahili ya kawaida aa, nasema huyu ni kama sio Mkongomani. Wakongomani tunajua lugha ya Kiswahili bwana, na wale ambao wanaongea zile broken Kiswahili, aje niziite broken Kiswahili. Sana sana wanakuwa wale wanatoka Kinshasa maeneo za malubumbashi huku, lakini sisi ambao ni watu wa Eastern part of Congo, ah hiyo feri ndio hiyo, huko bado inavusha watu bado inavusha watu na wengine ndio hawa wanapiga video zao hapo Okay. K wanapiga video zao hapo so hii maeneo ni mzuri, unaweza ukakuja ukatembea ukafanya eh, yaani ukapunguza stress zako hapa. Na unajisikia vizuri kabisa, ndio hivyo tena. Hiyo ni aina ya kwanza ya wakongomani ambao wanaongea Kiswahili kama hiyo. Kuna aina ya pili ambao ni wale ambao wanatoka maeneo ya North Kivu ama Eastern part of Congo, wanaongea Kiswahili vizuri sana, mimi nikiwa mmoja wao, na kuna wale ambao ni wanyamrengi na pia wao wanajiita wakongomani na wengi pia wanawajua kama wakongomani pia, wakati mwingine unapata Kiswahili yao, kuna wale ambao wanaweza wakaongea vizuri ile ambayo imenyoka, na kuna wale ambao kidogo wanaongea ile ambayo haiko sawa. Sasa ndio maana wengi, inategemea na ule ambao utakutana naye hai, na unamchukulia hivyo mbea, oh, nimekutana na mkongomani na anaongea aina fulani ya Kiswahili, kitu kama hiyo. Empire. Hizi ni boats ambazo ziko hapa za miaka za kitambo, wanasema sail aboard Canada's largest sailing ship private, uh, private charters weddings eh, weddings receptions, corporate events, dinner dance, public day sales, sima, sijui ni natical adventure 419 oh, dino ini kama ni namba ya simu basi oh ni sehemu ambao wanatakiwa kuja to the Empire, say, eh, send kama ni sent kwa ajili ya kufanya events na mambo mbalimbali mbali. Hapo nadhani mtakuwa mmeenjoy the city of Toronto. Hii nayo ni for sale 120 k. <laughs> So kama unahitaji kununua boti na uko na 120 k hiyo ni dola ya Canada. Unaweza ukaja ukajichukulia boti yako hii hapa, na uanze kuzunguka nayo kwenye maji. Hii sijui sasa kama utakuwa unafanya biashara gani hapa ndani, kama we ni mvuvi, kama ni kuzunguka tu, kama ni kutembea, kama ni kujibamba, kama utafanya biashara nayo, ni wewe mwenyewe ndio utajipanga, lakini wao washakwambia wanakuzia kwa gharama hayo.